Katika hali ya ugonjwa, chanzo kinapaswa kubainishwa. Kwa nini nina homa? Kwa nini natapika tapika? Kwa nini naharisha? Kwa nini tumbo linaniuma? Kwa nini kichwa kinaniuma? Hali zisizo za kiafya zinapaswa kubadilishwa, tabia mbaya zihasahihishwe. Unaumwa kichwa kwa sababu hujanywa maji siku nzima, ukinywa maji kichwa kimeacha kisha asili isaidiwe katika juhudi zake za kutoa uchafu. Sasa kwa sababu ya mtindo wetu wa maisha mbovu, hii nguvu ya asili ya mwili ya kuponya imehafifishwa kiasi kikubwa, ko, aidha haifanyi kazi kabisa au inafanya kazi isivyotakiwa. Kwa hiyo cha kufanya sasa sio, unapata homa unakaa tu kwamba ndo mwili unapambana niache tu, hapana. Ufanyaje? U, usaidie mwili, kwamba mwili unajaribu kufanya nini sasa hivi? Aha, unajaribu kuflash uchafu. What I can do, let me replace kinachotoka, nisiwe dehydrated. Nisipungukiwe na madini, ngoja ninywe maji ya chumvi. Ukiarisha mara mbili mara tatu, uchafu ukiondoka utakuwa sawa. Umepata homa mwili unajaribu kuua huyu bakteria au kirusi. What can I do to help the body? Sio kuizima. What can I do to help the body? Hydrotherapy baridi, moto, una promote circulation kwa mwili, damu ikizunguka inapeleka zile white cells ku fight infection, inatoa toxins, unakuwa una sweat, unatoa uchafu, dakika ishirini unakuwa sawa. Tupo pamoja sasa. Bahati mbaya wengi wetu tunafanya ugonjwa ni, ni alam, yani unapojisikia vibaya, ni mwili unakuambia kuna kitu hakipo sawa. Kuna picha moja nimewahi kuiona kwenye mtandao, kuna mtu amekaa sebleni, alafu mbwa amekuja amechungulia dirishani, so, alikuwa anabweka, amebweka muda mrefu ule mtu amsikii akaja yule mbo akachungulia dirishani akasema, nimeweka ina, ina, muda wote huo haujanisikia. Haya, gari lako limeibiwa. <laughs> Disease is an alarm. Mwili unakwambia kuna kitu hakipo sawa, kuna kanuni umeivunja hapa. Kwa badala ya ku kuzima alarm, kusnooze take time kujiuliza kwa nini, what what is happening what can I do to help the body, inavyopambana wangapi? tupo pamoja, sawa? Sasa, sasa inaendelea kusema matumizi ya tiba za asili yanahitaji kiwango cha uangalizi na juhudi ambacho wengi hawako tayari kutoa mchakato wa uponyaji na ujenzi wa asili ni wa hatua kwa hatua. It is gradual, na kwa wasiokuwa na subira. Narudia tena, wasiokuwa na nini? Wasiokuwa na nini? Hapo ndipo penye nini, subira. Those who waited, wasiokuwa na subira huu mchakato unaonekana kuwa polepole. Kuachana na desturi za kuumiza kunahitaji kujitolea, na ndio maana tunaona itachukua muda mrefu kubora. Ninywe tu panado iishe kwanza, kujifunika funika na mashuka, kujiwekea vitambaa, sina muda. Lakini mwishowe itagundulika kwamba nguvu ya asili bila vizuizi hufanya kazi yake kwa busara na vyema. Wengi wetu tunapinga hii namna ya tiba ya asili, na tiba ya asili simaanishi kutumia majani ambayo sijui haeleweki, unachanganya changanya. Hapana, mwanga wa jua, nutrition, water, exercise, kupumzika, yani vitu very simple, but you you have no idea the power it makes you have no idea. Jaribu hata wiki mbili ufuate zile kanuni nane kwa ukamilifu, utaona mwenyewe. Sayansi haiwezi kuelezea what happens, lakini kwa namna fulani ukipigwa tu, najua something inatengenezwa kwenye mwili inafanya uwe sawa. Ukinywa maji tu ya kutosha, ukipumzika, something happens. Hata ukipata ugonjwa, ile nguvu ya asili ya kuponya inakuwa ina nguvu, inafanya kazi. Wale wanaoendelea kwa utiifu kwa sheria zake watafaidika kwa afya ya mwili na akili. Napokwenda kumalizia, licha ya ujuzi na uaminifu wa daktari katika uzoefu wake, kuna mengi yanayoonekana kushindwa na kutatisha tamaa. Ingawa afya hurejeshwa kwa wagonjwa wake, yaweza kuwa haina manufaa halisi kwao wala kwa dunia. Wengi wanaopona hurudia desturi zao zilizowaletea ugonjwa. Nimewahi kuona wagonjwa wengi ambao, yani, anakuja na mafua na kikozi, nawambia hii hauhitaji dawa yoyote, just kunywa maji ya kutosha, pumzika, kunywa matunda utakuwa sawa kweli? Sihitaji yani hata dawa, dawa ya kwa kikohozi syrup ile cough syrup ambayo haifanyi chochote. <coughs> Lakini tumeshajiwekea tumesha, tumesha kwamba ni lazima niile kitu ndio niwe sawa. Roho ya nabii inatuambia kinachokuponya siyo ile dawa, ni nguvu ya asili. Sasa levo ya ufanyaji kazi wa nguvu yako ya asili ya uponyaji inatofautiana. Sisemi wewe una kisukari, acha kutumia dawa zote sasa hivi, utaanguka <laughs> uwe na nini na hekima, kama ambavyo u ukamilifu, perfection is the, is the destination, si ndio? Tunatikia tuwe wakamilifu hapa duniani, lakini unawezaje kuwa mkamilifu? Utakuwa mkamilifu kesho? Hapana, it's a process utaanguka utaamka tena, utaanguka utaamka tena, lakini with time, as you keep on practicing, katika muda fulani huko mbele utakuwa mkamilifu. Vivyo hivyo katika matengenezo ya afya it's a process. Kama ulikuwa umezoea kutumia dawa na mwili wako umeshazoea kutumia dawa, nguvu ya asili ya uponyaji imepungua process. Sawa, tumia dawa, lakini anza kufanyia kazi kanuni za afya ile ile nguvu ya asili ianze kurudi katika hali yake. Ikisharudi katika hali yake hautahitaji dawa. How do we tie all these things together? Nitasoma nukuu kadhaa hapa. Kumbuka sehemu ya kwanza tuliongelea pambano kuu kwamba shetani ataf, atakuja kwa mfano wa Kristo, sindio? Alafu pili tukaona kwamba kuna namna ya tiba ambayo sio sahihi quick fix, lakini namna ya tiba ya Mungu ni ile ya asili, ambayo inahitaji nini? Subira. Sasa nroa nabii nasema hivi, tunakaribia sana wakati ambapo shetani atafanya kazi kwa njia zote za uchawi na wale watakaovutiwa na hizo sasa au kutoa idhini kidogo kwao, sasa watakuwa tayari kuingizwa kufanya kazi pamoja na shetani wakati huo. Alafu inasema shetani anafanya kazi na kila mtu ambaye hayuko chini ya udhibiti wa roho wa Mungu. Ni miujiza ya uongo ya shetani itakayowateka watu watu wote, na na atafanya atafanya moto kushuka kutoka mbinguni mbele ya macho ya watu, atafanya miujiza shetani, na nguvu hii ya ajabu inayofanya miujiza itateka dunia yote. Hii sasa imeshaanza, na kama ilianza kipindi cha mama White, what about now? Mtu anayefanya kazi za miujiza kuwa kipimo cha imani yake atagundua kwamba shetani anaweza kupitia aina fulani ya udanganyifu kufanya miujiza itakayokuwa kama miujiza halisi, kama ilivyokuwa kule Misri, walifanya mfano wa miujiza lakini haikuwa halisi naendelea kusema, msiruhusu siku zipite na fursa za thamani zipotee bila kumtafuta Bwana kwa moyo wote, akili na roho. Ikiwa hatukubali ukweli kwa upendo wake wa Thesalonika wa pili, tunaweza kuwa miongoni mwa wale watakaoshuhudia miujiza itakayotendwa na shetani katika siku za mwisho na kuamini. Yaani, unafahamu lakini, shetani atakuja, atafanya miujiza na wewe mwadventista wa Sabato utaamini. How sijui, the same way Yohana alitaka kusujudu mbele ya malaika, sijui how? The same way sasa. Nimeamriwa kusema kwamba, ameamriwa na nani? Na Mungu. Katika siku zijazo, uangalifu mkubwa unahitajika. Ukiruka hapo, anasema watu walioko chini ya ushawishi wa roho chafu watafanya miujiza. Watawafanya watu kuwa wagonjwa kwa kuwawekea uchawi spells, kisha wataondoa uchawi huo, wakifanya wengine kusema kwamba wale waliokuwa wagonjwa wameponywa kwa miujiza. Kwa shetani anafanyaje miujiza ya kuponya? Anakupa ugonjwa, alafu anauondoa, Amepona huyu? Ah, ah, mtu anaponya. Tupo pamoja? Hii shetani amekuwa akifanya tena na tena, hatupaswi kudanganywa. Matukio ya kushangaza ambayo shetani atahusishwa nayo kwa karibu yatatokea hivi karibuni. Neno la Mungu linasema kwamba shetani atafanya miujiza, atawafanya watu kuwa wagonjwa, kisha atavua ghafla nguvu zake za kishetani kutoka kwao, wataonekana kuwa wameponywa. Kazi hizi za uponyaji zinazoonekana zitawaweka Waadventista wa Sabato katika majaribu, hasa wewe ambaye moja, nisiseme hivi. Sasa kuna kisa fulani kilitokea, kilikuwa published kwenye magazeti ya 1960 na kitu cha Papa John, sikumbuki namba gani, mmoja wapo na mojawapo wapo sista anaitwa sista Katarina. Huyu sista alikuwa anaumwa na, na alifanyiwa upasuaji mwingi, alikuwa na ushida kwenye some problems kwenye gastric akafanyiwa operation, lakini bado akawa aponi akawa anazidi kudhoofika. Kwa hiyo kwiyo uh, watu wote walikuwa wameshajiandaa kwamba huyu mtu anakwenda kufa. Sasa nitasoma iki kisa. inasema siku fulani jioni moja karibu saa mbili na nusu hivi, kuna sister alikuja akamhudumia akakagua jeraha la huyo sister akalisafisha, alafu akaondoka akaenda kwenye misa. Sasa huyu sister ana narate, anasema kilichotokea dakika kumi baadaye, anasema papa alijitokeza kwake, ambaye alikuwa amekufa. Alisema, nilikuwa peke yangu Ghafla nilihisi mkono ukitandikwa kwenye tumbo langu, kando ya kitanda changu. Alikuwa Papa John. Nilimtazama uso wake, ambao ulikuwa mzuri na ukiwa na tabasamu. Aliniambia, sasa usiogope, kila kitu kimeisha, upo sawa. Piga kengele na uwaitie dada kutoka kanisani. Huna homa, utakula kawaida, jeraha limefungwa. Daktari aendelee afanye maandishi yake, fanya picha ya X-ray na kadhalika na kadhalika. Na daktari akaja, picha za x-ray zilichukuliwa, ile fistula aliyokuwa nayo ilikuwa imekwisha, na akajitokeza kutoka kitandani akaenda kula. Na kipindi hii imekuwa published, huyu sister alikuwa hai. Sasa wewe kama mwadventista wa Sabato, mtu anakuja anakuambia, mimi nilikuwa nimeumwa, nimefanyiwa operation na jeraha hapa, mtu fulani aliyekufa akanitokea, ameniponya. Sasa hivi unamwona kabisa, hana jeraha. What do you say? Utamwambia nini? <laughs> Amepona. Sasa once again katika kipindi hiki cha mwisho wakati shetani anafanya miujiza ya uponyaji, je, yeah? Upo na mtoto wako pekee, upo na mke wako na mume wako, anaumwa kitandani, yupo karibia kufa. Umejaribu kila kitu, nothing is working. Marafiki zako wanakuja na kuambia jamani, mimi nilikuwa na mtu fulani, pia alikuwa anaumwa, nimempeleka kwa fulani amepona na unajua kabisa huyu mtu alikuwa anaumwa, na sasa hivi kweli amepona, anakuja, anatembea. Will you be willing to wait through this phase? Utakuwa tayari, mtoto wako afe kuliko kwenda kumpeleka kuponywa na shetani? Will you be willing to wait? Je, utasubiri? Sasa kama unafikiri ulikuwa hauwezi yani muda wote, everything is just quick fix, quick fix, quick fix, alafu katika kipindi hiko ghafla umepata utakatifu, utaanza kuwa na subira, utasema nita... usijidanganye. <laughs> it does not work that way. Sasa napokwenda kumalizia, napokwenda kumalizia Njia ambayo Kristo alifanya kazi ilikuwa ni kwa kuhubiri neno na kuondoa mateso kwa kazi za miujiza ya uponyaji. Yesu alikuwa anafundisha, anaponya, lakini nimeamriwa kwamba hatuwezi kufanya kazi kwa njia hii sasa, kwa sababu shetani atatumia nguvu yake kufanya miujiza. Watumishi wa Mungu leo hawawezi kufanya kazi kwa njia ya miujiza kwa sababu kazi za uongo za uponyaji zinazodai kuwa za kimungu zitafanywa. Shetani ameshavamia hii industry ya miujiza kwa. Mungu anaendelea kusema, kwa sababu hii Bwana ameainisha njia ambayo watu wake wanapaswa kuendeleza kazi ya uponyaji wa kimwili. Na ni njia gani? kufanya kazi na ile nguvu ya asili. Unapofanya kazi na hii nguvu ya asili, sio kitunguu kinachokuponya ni Mungu. Kwa hiyo wewe unatumia kitunguu, Mungu amekuponya, huo ni muujiza. Tupo pamoja? umetumia maji, Mungu amekuponya. Kwa hiyo Mungu bado anaponya, lakini ile miujiza ya pona amepunguza sasa hivi. Amefungua namna nyingine ya uponyaji katika siku hizi za mwisho. Kwa nini? Kwa sababu siku mbeleni, shetani atakapokuja atafanya miujiza, na kama wewe ulizoea miujiza ya unakunywa dawa, muujiza umepona, you will be deceived. Bwana Yesu asifiwe. Napokwenda kumalizia ya mwisho kabisa ya mwisho alafu nitafunga hapa. Inasema katika pambano kuu, ni wale tu ambao wamekuwa wanafunzi wa bidii wa maandiko na ambao wamepokea upendo wa ukweli watakuwa na kinga dhidi ya udanganyifu wenye nguvu unaoteketeza dunia kwa ushuhuda wa Biblia hawa watamgundua mdanganyifu katika mavazi yake. Kwa wote, wakati wa majaribio utakuja kwa nani? Wote. Kwa kuchujwa kwa mja, majaribu, mkristo wa kweli ataonekana. Tunarudi tena katika fungu lile la Isaya 25 fungu la 9, hili kundi ambalo halitakimbia Yesu atakaporudi Watasema, huyu ndiye Bwana tuliyemngojea. They've already practiced patience even in treatment, kiasi kwamba katika kipindi hiki cha deception their minds are already firm. Nitasubiri, sawa, mponywe, mimi nitasubiri Yesu atakapokuja. Watasema, huyu ndiye Bwana tuliye mngojea. Mungu atusaidie tuweze kuishi sasa katika muktadha wa afya, tuweze kushirikiana na nguvu zetu za asili za uponyaji ili tuweze kujiandaa kukabili the overwhelming delusion, muujiza wa uponyaji wa shetani mwenyewe. Nanyi mtafahamu kweli na kweli utawaweka huru. Mungu awabariki. Tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa neno lako na kuomba Roho wako aendelee kunena na kila mmoja wetu hapa, kwa namna ambayo anaelewa huu ujumbe. Tusaidie tuweze kufanyia kazi, uweze kufanya kazi na kutuwezesha kusecure wokovu wetu. Tusaidie Mungu, tukinge dhidi ya udanganyifu mkubwa utakaokwenda kutokea hivi karibuni hapa duniani. Nasema asante, endelea kunena nasi katika jina la Yesu. Amina.